Salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu. Hapa ni Nyamikoma, kisima kama mnavyokiona kiko tayari. Hapa bado ya kuvisha maringi msikiti. Hapa tuna ngoja linta hiyo juu ikauke. Tuna mbao ziko pwani na bati. Wiki hii kila matokeo tutakuwa tunafahamisheni tumeendeleaje, tumefikaje kama hali mnavyoiona leo ni tarehe tisa mwezi wa sita dhulkaada Dhulhija tarehe kumi na tatu. Kwa msikiti wetu ndio huu uko juu tayari. Kwa hiyo kuanzia kesho, mbao zishakuja na bati ataanza kupiga, labda Jumamosi atakuwa amemaliza. Tutakuja tena Jumamosi kuchukua picha zingine tuone tumefikia wapi. Huo mchanga walitoa kwenye kisima hapo, tutaujaza ndani humu tushindilie. Hapa Nyamikoma mambo yatakaa vizuri inshallah. Jitihada zenu zinaonekana, Mungu awalipe kila laheri, awalipe mema. Tuendelee kufanya hii kazi, hivi vijiji vyote vipate mambo ya baraka za kheri za Uislamu uenee vijijini. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.